Karibu sana kwenye exclusive interview, ni ya moto kabisa. Moja ya kitu ambacho tunakifanya sisi ni kukuletea zile kodi mpya kabisa mtaani na kufahamu nini ambacho kinaendelea. Na siku ya leo nimekuja na moja ya vijana ambao ni talented, ambao amekuja sasa hivi kwenye game, anafanya vizuri kwenye issue nzima ya kibango. Kipindi cha nyuma, au tukizungumzia enzi za kale, hivi vitu havikuepo lakini walikuwa na fashion zao zingine. Lakini sasa hivi kuna fashion kila club au lounge kubwa lazima utakuta wabeba vibango. Na leo iko na talented mzaliwa kabisa wa Tarime ambaye ni mbeba vibango na amefanya vizuri zaidi nje na ndani ya Tarime. Mambo vipi mzee? Bana kama kawa. Majina wanakufahamu kama nani? Bana majina yanafahamu kama Zube. Okay. Eh. Official na of Zube Master Vibe. Zube Master Vibe. Lakini yeah. Okay, ni mzaliwa wapi mtu atakitamani kufahamu.

kibaji ni bango na kutia vibe sehemu sehemu za club, yeah, au sehemu za watu ambao wanaenda kutuliza akili, akili zao, so, yeah. Kuta, so kila anayeenda baa kwamba eti amependa aende, inawezekana nyumbani ya kukariki au inawezekana amechanganya na vitu vingine. Hii idea uliona kwa mtu au kuna mtu alikuinspire? Au mimi natamani kufahamu kitu kimoja, ni kitu ambacho kilikuja chenye kama talented bana. Hapo naweza kusema kwamba, hmm, hii issue kiukweli, mimi kwenye game nimeikuta sababu mimi mm, ishu za mabasi zilikuwa sio ishu zangu kabisa. Kua mm, na bro wangu redi 19 mm, nivuta nikaelekea huku ya kuelekea ah, yeah. huku mm, nikawa najishughulisha na kazi za services za kawaida. Baada ya hapo, nakumbuka kulikuwa na teja likuja na... kabisa ile, ishua, prata ile anaita kama kisinia ile, mm, eh, saa hiyo siku mm, yani hiyo ishu imeingilia tu oja mm.

Kwa ya tulia tulia DJ ngoma ikapanda. Tukaibuka katikati hapo. Baada ya kuibuka mm -hmm. katikati vibe likawa kubwa. Kwa upande wangu, kwa upande wangu vibe likawa kubwa. Kwa shikanzia hapo, kwa shikanzia hapo, comment zikawa mm -hmm. nyingi. Ikabidi uswitch kutoka kwenye kuhudumia, uje kwenye master vibangu. Okay. Kabla ya, comment zikawa nyingi. Mm -hmm. nyingi bana, udogo anapendeza mm -hmm. kufanya hiyo kazi kwa mm -hmm. staff wenzangu na nje ya staff mm -hmm. kwa watu walipopokea project mm -hmm. na. Mm -hmm. Sasa, ni katoka ofisini Kwenye ofisini kaambia mm -hmm. bwana tunaomba tukae kwenye hii sekta. Yule meneja mwenyewe. Meneja mwenyewe. Mamposa, <laughs> Achoka. Mm -hmm. Bwana akasema tukae kwenye hii project moja mm -hmm. kwa moja mimi na nafsi yangu mm -hmm. Eh? nikakataa. Ama shauri kwa baadhi ya watu wakaniambia, kwa vipi weka? sababu ni kitu ambacho kwenye kwa sina kabisa. Mm -hmm. Bwana nianze kufuatilia. Mm -hmm. kabisa nianze kufuatilia inaendaje? Inaendaje? Mwanzo nilisema hii issue nimeikuta kwenye game naweza mm. nikasema Jida ma cocktail mm. amenitangulia kwenye game Kwa maana mm. appreciate kama pro. So wewe unamtazama Jida au kwa mtu mwingine unamtazama? Hamna. kiangalia Kanda ya Ziwa mm. Jida amenitangulia kwenye game ila ukimtoa Jida <laughs> sina wakumtazama na uh -huh.